Ndiyo, ndiyo ule msimu wa asali umewadia, ule msimu wa uvunaji wa asali. Ndio sasa najua kwamba zaidi ya asilimia tisini ya wafugaji wa nyuki wao wanafuga ili wapate mazao bora ya nyuki kama vile asali, nta, gundi ya nyuki, maziwa ya nyuki na kadhalika, lakini asilimia zinazobaki wanafuga kwa ajili ya elimu, uhifadhi na kadhalika, lakini zao kubwa na tegemezi katika uchumi wa wafugaji wengi wa nyuki ni asali. Sasa kwa kuwa umefika msimu wa mavuno, leo tutazungumzia kwa undani kabisa uvunaji bora na wa kisasa wa asali ya nyuki wakubwa au nyuki wanaodunga. Karibu katika chaneli yetu hii. Maeneo mengi ya Tanzania, uvunaji wa asali huo unafanyika kuanzia mwezi wa sita mpaka mwezi wa nane japo inategemea na mfumo wa maua wa eneo husika kuna wengine wanaanza kuvuna wa sita, kuna wengine wa saba, kuna wengine wanaenda mpaka wa nane. Huu ndio msimu mkubwa kabisa wa mavuno ambapo wanafanya. Kuna baadhi ya maeneo pia wana msimu mdogo wa maua, ambayo msimu mdogo wa uvunaji wa asali ambayo, kama mwezi wa kumi na moja kwenda wa kumi na mbili, wa pili kwenda wa tatu. Maeneo kama ya Katavi huwa wanafanya hivyo kutegemea na mwaka husika na hali ya hewa inasemaje. Msimu huu unapofika, wewe kama mfugaji au mwekezaji katika sekta ya ufugaji nyuki unatakiwa kufanya nini? Cha kwanza huwa ni kujiandaa. Unatakiwa kuandaa vitu vyote muhimu katika uvunaji wa asali. Hapa kwa mfugaji wa nyuki unatakiwa kufanya kujiandaa, mfano mavazi ya kujikinga ambayo ni lile ovaroli, buti pamoja na gloves. Kwenye gloves, mfugaji anatakiwa kuwa na gloves ambazo ni laini, lakini nyuki hawezi kupitisha mwiba wake. Nikisema laini, namaanisha zile gloves ambazo una uwezo wa kufanyia kazi, yaani ukiwa unafungua mzinga unashika masega na nini, yaani una uwezo wa kukunja vidole na kadhalika, kwa sababu kuna baadhi ya gloves unakuta ni za ngozi. Sometimes, zimekaa muda mrefu, zinakuwa zimekauka sana, hata mtu kukunja vidole inakuwa ni ngumu. Mbili ni bomba moshi. Bomba moshi au smoker. Bomba moshi hili hutumika kwa ajili ya kupulizia moshi kwenye, kwenye mzinga kukata mawasiliano. Ndio, kwa hiyo badala ya kutumia moto kwa sababu moto una madhara kwenye misitu yetu unapopiga moto eneo hili moto. Kipindi hichi ambacho, ambacho nyasi ni kavu unakuta moto unasambaa msitu mzima unaunguza baadhi ya viumbe, unaua nyasi na kadhalika. Kwa hiyo huu moshi kutoka kwenye bomba moshi ni mzuri, lakini bomba moshi pia angalia material au malighafi unaotumia kwenye bomba moshi. Kwenye bomba moshi kutumia material kama vile maranda ya mbao au majani makavu, usitumie nguo, sijui manguo, usitumie nylons, zinakuwa na harufu kali ambayo inaenda kuchafua asali yako. Kitu kingine ni patasi. Patasi hii utaitumia kwenye kufungua mzinga, sehemu ambazo zimegundikwa na gundi. Zile sehemu ambazo unakuta ni ngumu kutoa kwa mkono, zimeshikishwa na gundi kwa sababu nyuki huwa wanagundisha na gundi ya nyuki, utatumia patasi. Lakini kwa kuwa unaenda kuvuna asali, unatakiwa kuwa na vifaa vya kuhifadhia au vyombo vya kuhifadhia. Vyombo vya kuhifadhia, kuna watu wanatumia ndoo, wengine madishi na kadhalika, lakini kitu cha kuzingatia kwenye hivi vyombo vya kuhifadhia, hakikisha vyombo hivi ni vipya na havijatumika katika matumizi mengine yoyote. Usitumie vyombo ambavyo unatumiaga kuoga, ndoo ambazo unaendaga kuogea, ndoo ambazo unazitumia kwenye vyakula vingine. Hapana, hapa inatakiwa ndoo mpya. Ni vizuri ukatumia zile ndoo nyeupe ambazo zimekubalika katika mfumo wa chakula kwa sababu vile vingine ukitumia vinachafua asali, kipimo inaonekana haifai. Lakini kingine ni brashi ya nyuki, utaandaa kwa ajili kupukuti, ya kupukutia nyuki kwenye masega. Lakini kwa wale ambao mizinga yao iko maeneo ya hifadhi au misitu ya hifadhi, unaweza kukata vibali, unatakiwa kukata vibali ili kuingia maeneo ya hifadhini, na kama manzuki yako iko mbali, unaweza kuandaa usafiri au hela usafiri. yes. Sasa inapofika siku ya kuvuna na vifaa vyako vyote viko tayari, kwa usalama zaidi hakikisha unaenda na mtu mmoja, yaani mnakuwa kwanzia wawili. Hii ni kwa ajili ya usalama, kwa sababu nyuki wetu ni wakali, na hichi ni kipindi ambacho maua yanakuwa yanakauka, wao wanalinda asali yao, kwao dharura yoyote inaweza ikatokea, nyuki wakakuzidi na kadhalika. Hakikisha mko wawili na kuendelea. Unapofika kwenye manzuki yako sasa, unataka kuanza uvunaji, unauweka maranda yako au majani makavu kwenye bomba moshi, theni unaweka moto kidogo wa kuni au moto wa mkaa, ili maranda yaanze kutoa moshi. Utasogea karibu na mzinga kwa ajili ya kupulizia moshi kwenye sehemu wanayoingilia nyuki kwenye mzinga wako. Sasa hapa inatofautiana na aina ya manzuki. Kuna aina tofauti tofauti za manzuki. Kuna manzuki ya miti, mizinga mingine iko kwenye miti, mingine iko kwenye vichanja au stendi, mingine iko kwenye BKGs, mabanda ya nyuki. Kwa wale ambao mizinga iko juu ya miti, ni vizuri ukaanza kupulizia moshi ukipanda, ukapanda na bomba moshi au mtu akakupandishia kwa kamba bomba moshi ili upulizie moshi mzinga ukiwa kule kule juu, kabla nyuki hawajaanza kucharuka, kabla hawajawasiliana vizuri. Umeona? Kwa sababu kazi ya moshi ni kukata mawasiliano. Nyuki wanawasiliana hatari yoyote ikitokea na shughuli nyingine za mzinga wanazozifanya wanawasilianaga kwa kemikali za harufu kwa Kiingereza zinaitwa pheromones. Na ikitokea hatari yoyote, kama sasa hivi unaenda kufungua mzinga kwa ajili ya kuaibia asali yao, huwa wanatoa kitu kinaitwa alarm pheromone. Ile harufu inaelezea kwamba kuna hatari, wanatakiwa kushambulia adui. Sasa ukipuliza moshi, maana yake unakata mawasiliano ya ile harufu, inakuwa harufu ni ya nini? Ya moshi. Wanakuwa waelewi nini cha kufanya. Baada ya kupiga moshi, mzinga wako utaushusha chini taratibu kutoka kwenye mti. Lakini ukiushusha chini, mzinga usiuweke chini kabisa kwenye udongo, tafuta kajukwaa au hata stendi yoyote, au kwenye ndoo. Kama umeenda na ndoo zaidi ya mbili, uweke juu ya ndoo ndo uanze kufanya shughuli zako. Kwa nini? Kwa sababu nyuki pale chini utakapoweka mzinga unaanza kufungua, unafanya nini? Nyuki wengine wanaanzaga kutambaa, unakuta ni wale nyuki wadogo nasibis hawawezi kupaa, unawaacha chini. Lakini pia pale chini kuna wadudu wanaotambaa kama vile sisimizi na wengineo, ambao nao wanapenda vitu vitamu kama asali. Kwao wataanza kupanda kwenye mzinga na kuanza kuwasumbua nyuki wako. Hiyo ni kwa mzinga ambao umetoka kwenye nini, kwenye mti. Lakini kama mzinga huko kwenye stendi au vichanja au kwenye mabanda ya nyuki u utaenda moja kwa moja kwa sababu hii mizinga inakuaga kwenye levo ambayo unafika. Utapulizia kiasi kidogo cha moshi, utapigia kiwango kidogo tu cha moshi kwenye mlango wa kuingilia. Hakikisha haupigi moshi mwingi kupitiliza, kwa sababu sasa asali yako itakuwa na harufu ya moshi na itakuwa sasa ina moshi moshi kwenye, kwenye, kwenye masega mule lakini ukishamaliza manake, hapa utafungua utafungua ule, ule mzinga. Ukishafungua unafungua mfuniko, kwa kuwa ulipiga moshi kwenye mlango wa kuingilia, utakachokifanya utafungua ule mfuniko, kwa sababu ukipiga moshi kwenye mlango wa kuingilia nyuki huwa wanapanda juu kwenye, kwenye mfuniko. Kwa hiyo kama wanapanda kwenye mfuniko, utafung... ukifungua tu mfuniko utaona nyuki wengi sana kwenye mfuniko pale, Utafanyaje? Utapulizia tena moshi pale, kwa kuwapukuta kuwapukuta wale nyuki ambao watakuwa wamefanyaje, wako kule juu. Lakini kazi ya moshi ya kwanza ndo ile niliyokuambia kukata mawasiliano, ya pili utawapukuta. Lakini mfuniko wakati mwingine unakuwaga mgumu sana kufungua kwa kuwa nyuki wanakuwa wamegundisha mfuniko na ile gundi ya nyuki. Kwa hiyo hapa ndo matumizi ya patasi yanaanza, patasi kufungulia ule mfuniko sehemu ambazo zimegundikwa. Lakini unapofanya shughuli zote hizi, hakikisha haujakaa mbele ya mlango wa kuingilia wa nyuki. Yaani unafungua mzinga, si nini? kwa sababu kuna nyuki wanaotoka wanaorudi kutoka kwenye kutafuta chakula huko kwenye maua na nini, walikuwa kwenye huko wanaporudi, wewe umeblock ile njia ya kuingilia, au wale wanaotoka kwenye mzinga wengine kwenye mlango. Ukikaa pale mbele, unakuta nyuki wengi sana wanakushambulia, wanakuwa mwilini, kwa sababu uko kwenye njia ambayo wanatoka na kuingilia. Baada ya kufungua mfuniko, uweke pembeni ya mzinga, usiuweke chini kabisa. Kama kawaida nilivyokuambia, kuna wadudu wanaotambaa, sisimizi sana sana ndo wasumbufu usiuweke chini, uweke pembeni sehemu juu juu kidogo, ili usivamiwe na hao wadudu. Ukishafungua kulingana na aina ya mzinga, kama ni top bar, kama ni fremu na kadhalika, utaanza kutoa bar au fremu moja moja, kuangalia chakula au asali iliyokomaa. Kwa kawaida, nikufundishe, ni kwamba ni asali inakuwaga pembezoni na masega yenye watoto au poleni au naitwa chavua au sinda, inakuwa katikati katikati ya mzinga, ndo nyuki wao wanaweka matoto pembeni yake wanaweka sinda au poleni, pembeni yake ndo wanaweka nini, wanaweka asali. Kwa hiyo asali unaanza kutafuta kuanzia masega ya mwanzo, ukikosa ya mwanzo huku unaanzia mwanzo wa upande wa pili, na unatakiwa kuvuna asali iliyokomaa tu. Asali iliyokomaa ni ile ambayo masega yake yamesilibwa kwa utandu mweupe wa nta, hiyo ndo asali iliyokomaa. Epuka kuvuna asali ambayo haijasilibwa au asali ambayo haijakomaa. Lakini kwa kuwa hizi fremu au zile baa zinakwaga zimegundikwa na gundi ya nyuki, utatumia patasi pia kubenjua na kuweza nani. Kuna baadhi ya mizinga kama kama mizinga ya top bar, hakikisha unaposhusha umeshusha taratibu, lakini pia unavyonyanyua zile baadhi, umeshusha umenyanyua taratibu, kwa sababu masega ni mazito na balansi yake yanategemea juu tu. Kwa hiyo ukiuchezesha mzinga au ukinyanyua vibaya, ukapindisha yale masega, yanakatika yanadondoka, yanaua nyuki mle ndani. Kuwa makini. Lakini ukishavuna asali, masega kunakwaga na masega ya zamani, kunakwaga na masega mapya. Masega ya zamani huwa na rangi kama ya brown, yaani yamekuwa meupe kulingana na matoto yanawekwa yanatolewa, inawekwa poleni inatolewa, kinawekwa asali inatolewa na kadhalika, yanabadilika rangi, yanaenda kuwa brown. Huwa pia yanachangia kwenye rangi ya asali ambayo utavuna, kwa hiyo jitahidi kutenganisha masega ya zamani na mapya. Mapya anakuwa na utandu mweupe, lakini meupe, yani unakuta rangi yake ni light, lakini yale mengine rangi yake ni brown. Lakini kama tulivyosema katika vipindi vilivyopita huko nyuma, tulizungumzia kwamba asali ni chakula cha ziada ambacho nyuki wanajiwekea kwa ajili ya kipindi cha kiangazi au kipindi ambacho hamna maua, na ndio maana asali inapatikana kipindi ambacho miti inaangusha majani na maua yamefanyaje, yameanza kukauka. Sasa ukivuna asali, hakikisha unabakiza masega machache kwa ajili ya nyuki wako kuendelea kupata, yani watumie hicho chakula kutafutia zaidi chakula kingine lakini, pia waweze kusurvive mpaka msimu mwingine wa maua. Kwa bakisha masega machache, usipobakisha, ndio maana nyuki wengine unakuta wanahama katika kipindi cha kiangazi. Moja wapo ya sababu ndio hiyo, wanakosa chakula kabisa, wanaenda kutafuta sehemu nyingine. Ukishavuna, funika mzinga wako vizuri, ufunge na waya, rudisha kwenye stendi yako, kwenye bikeji yako, kwenye jukwaa au kwenye mti. Pandisha taratibu kabisa urudishe mzinga wako mpaka juu. Kwa hiyo utakuwa umevuna asali, utaenda mzinga unaofuata hivyo hivyo, mzinga unaofuata hivyo hivyo, mpaka utakapochoka, utarudi mpaka utamaliza mizinga yote. Kitakachofuata ni uchakataji wa asali. Asali natakiwa kuchakatwa kwa njia bora na za kisasa ili uweze, usiweze kuharibu ubora ili iwe na ubora uleule ule. Ubora wa asali unaangaliwa au unasimamiwa kutoka kwenye usimamiaji wa mizinga, iwe mbali sijui na kemikali zile pesticides viuatilifu, iwe unasimamia hauwalishi nyuki vitu ambavyo havieleweki, lakini pia kwenye uvunaji hautumii mamoshi mengi, lakini pia kwenye uchakataji, uhifadhi, mpaka unapomuuzia mteja. Kwa hiyo kwenye uchakataji unatakiwa kuchakata kwa njia za kisasa na bora, ili usiweze kuharibu ubora wa asali yako. Na video ambayo tutazungumzia kuhusu uchakataji itakuja soon tu baada ya video hii ya kuhusu mavuno, ili tusipoteze muda sana. Asante kwa kusikiliza kuanzia sas, kuanzia mwanzo mpaka mwisho tukutane tena katika video ijayo ya kuhusu uchakataji bora na wa kisasa wa asali ya nyuki wakubwa kuanzia mwanzo hadi mwisho ulikuwa nami Emmanuel Singaile mtaalamu wa sayansi na teknolojia ya ufugaji nyuki karibu katika kipindi kinachofuata na mawasiliano yangu ni kupitia WhatsApp namba 0752 732 265 asante